Jua lilikuwa linachomoza taratibu katika mji wa Arusha likiangazia nyumba yao ndogo yenye maua mekundu pembeni ya lango. Ndani ya nyumba hiyo aliishi Mariam, mwanamke mwenye sura ya upole, lakini macho yaliyokuwa yamejaa huzuni. Miaka mitano ilipita tangu aolewe na Patrick, mwanaume mwenye upendo wa dhati na moyo wa huruma. Waliishi kwa amani, walicheka pamoja, walifanya kazi pamoja, lakini kitu kimoja kilikuwa kinawatesa: hawakuwa na mtoto. Kila mwezi Mariamu alikuwa akihesabu siku zake kwa matumaini, akitarajia kuona ishara ya ujauzito, lakini kila wakati majibu yalikuwa yale yale: "Pole, bado hujapata ujauzito," daktari alikuwa akimwambia. Maneno hayo yalikuwa kama visu moyoni. Patrick hakuwahi kumlaumu, bali alikuwa akimkumbatia na kumwambia kwa upole, "Usijali mke wangu, tutamwachia Mungu. Wakati wake ukifika, tutabarikiwa." Lakini nje ya ndoa yao kulikuwa na dhoruba nyingine. Ndugu wa Patrick hasa dada yake Regina hawakuwa na huruma. Mara kwa mara walimsema Mariam nyuma yake. Huyo mke wako hana tumbo, ni kama jiwe, utazeeka bure ukimsubiri, Regina alimwambia Patrick siku moja. Mariam aliwahi kusikia maneno hayo kwa bahati mbaya, moyo ukamuuma sana. Tangu siku hiyo alianza kujiona watofauti, kama mzigo ndani ya familia ya mumewe. Siku moja walipokuwa kwenye sherehe ya kifamilia Rejina alimdhihaki Mariam mbele ya wageni. "Huyu dada yetu ni nzuri sana, ila bahati mbaya tumbo lake limegoma," alisema kwa kicheko kisicho na huruma. Watu wachache walicheka, wengine wakaangalia chini kwa aibu. Mariam alijifanya kutabasamu, lakini macho yake alijaa machozi. Usiku huo alijilaza kitandani akimwangalia Patrik aliyekuwa amelala usingizi mzito. "Mungu, kama kweli unaniona, kwa nini mimi?" aliomba kimoyomoyo. Wakati huo Patrick aligeuka upande wake, akamkumbatia bila kujua machozi yaliyokuwa yanatiririka usoni mwake. Lakini ndani ya moyo wake, Mariam alihisi kitu kikibadilika. Alianza kujiuliza, "Je, Mungu amenisahau au kuna njia nyingine ya kupata mtoto?" Swali hilo lilianza kumtafuna ndani kwa ndani, swali ambalo baadaye lingegeuza maisha yao kuwa hadithi ya kutisha isiyosahaulika. Siku moja Patrick alikuwa kazini kwenye ofisi yake ndogo ya uhasibu, akijaribu kuzingatia kazi, lakini mawazo yake yalikuwa mbali. Maneno ya dada yake Regina yalikuwa yakirudi kichwani kama sauti ya upepo usiokauka. Kaka, unataka kuzeeka bila mtoto? Kuna watu wanasaidiwa na waganga wa jadi, sio lazima kila kitu kwa hospitali. Patrick alijaribu kuyapuuza maneno hayo, lakini kadri muda ulivyopita, mashinikizo kutoka kwa ndugu na marafiki vilianza kumzidi nguvu wengine walimwambia moja kwa moja, labda Mariam amerogwa, tafuta msaada wa kienyeji. Siku ya Jumamosi Regina alifika nyumbani kwa Patrick bila taarifa, alimkuta akiwa bustanini akipogoa maua. Kaka, nimekuja kwa jambo muhimu, alisema kwa sauti ya ujasiri. Nimepata mganga mmoja, anaitwa Babu Kijio kule kijiji cha Ngaramtoni. Watu wengi wanasema anasaidia sana wanandoa wasiozaa hata dada wa rafiki yangu alikuwa na tatizo kama lako, sasa ana watoto wawili. Patrick alimsikiliza kimya akiwa na uso wa kufikiria. Regina, haya mambo ya waganga si hatari? aliuliza. Regina alicheka kwa kejeli. hatari gani tena kaka, wakati mwingine Mungu hutumia njia zake. Wewe jaribu tu, hakuna kinachopotea. Usiku huo Patrick alikaa muda mrefu akimwangalia Mariam aliyekuwa amelala kando yake. Upendo wake kwa mkewe ulikuwa mkubwa, na kila mara alitamani kumwona akiwa na mtoto mikononi. Mushowe moyo wake ukalegea. labda kujaribu hakuta dhuru, alijisemea taratibu. Siku iliyofuata alimwambia Mariam kwa upole, mke wangu, nimepata mtu anasaidia wanandoa wenye matatizo kama yetu, sidhani kama ni vibaya tukijaribu. Mariam alishtuka, mtu gani huyo? Mganga? Patrick alinyamaza kwa muda, kisha akasema ni mtu wa tiba za asili tu, sio lazima tuamini mambo ya kishirikina. Mariam alihisi hofu ikipanda, lakini macho ya mumewe yalionekana yenye matumaini. Aliamua kimoyomoyo, labda huu ndio mwanzo wa miujiza niliyoisubiri kwa miaka yote. Wakaamua kwenda pamoja, safari ambayo wangejutia ya maisha yao yote. Alfajiri ya Jumapili, Mariam na Patrick waliondoka nyumbani kwa gari dogo jeupe wakiwa na matumaini mapya. Njia ya kuelekea kijiji cha Ngaramtoni ilikuwa ya vumbi na vilima virefu, lakini mioyo yao ilikuwa imejawa na hamu ya kupata suluhisho. Wote walikaa kimya muda mwingi, kila mmoja akiwa na mawazo yake. Mariam alikuwa amechanganyikiwa. Je, kweli hii ni njia sahihi? Aliwaza kimoyomoyo. Patrick naye alijitahidi kujiaminisha kwamba hakuna ubaya katika kujaribu. Walipofika kijijini, waliuliza kwa wenyeji kuhusu Babu Kijo. Na kila mmoja aliyesikia jina hilo alinyamaza kwa sekunde chache kabla ya kuonyesha njia. Mnakwenda kule msituni upande wa mashariki, mwanamke mmoja alisema, lakini muwe na heshima, yeye sio mtu wa kawaida. Maneno hayo yaliwafanya watetemeke kidogo. Baada ya kutembea umbali wa kilomita moja ndani ya msitu, walifika kwenye nyumba ndogo ya udongo iliyozungukwa na miti mirefu. Milango ilikuwa imepambwa kwa vibuyu, manyoya ya kuku na kamba za majani yaliyokauka. Harufu ya moshi wa uvumba na dawa za kienyeji ilijaa hewani. Kabla hawajagonga hodi, sauti nzito ilisikika kutoka ndani. Karibuni Mariam na Patrick, nilikuwa na wangoja. Walitazamana kwa mshangao. Amejuaje majina yetu? Mariam alijiuliza kwa woga. Walipoingia, walimkuta mzee mwenye macho mekundu yaliyong'aa kama moto wa makaa. Ngozi yake ilikuwa imezeeka vibaya na sauti yake ilikuwa na ukali wa ajabu. Mnatafuta mtoto sivyo? Aliuliza. Patrick alitikisa kichwa. Ndiyo babu. Babu Kijo akatabasamu polepole. Mtoto wenu yupo tayari, lakini lazima mfuate tambiko maalum. Mtamwaga damu ya kuku mweupe usiku wa manane, kisha mtatamka maneno haya. Alitoa karatasi iliyokuwa imeandikwa kwa maandishi ya ajabu yasiyosomeka vizuri. Mnapaswa kushirikiana kama mume na mke, msije mkavunja maagizo haya Vinginevyo baraka itageuka kuwa laana. Mariam alihisi baridi ikipenya hadi kwenye mifupa yake. Alitaka kuuliza zaidi, lakini Patrick alimkazia macho ya kuomba waendelee. Walipotoka pale, upepo mkali ulivuma ghafla ukitikisa miti. Ndani ya vumbi lililopaa, Mariam aliapa kusikia sauti ikinongona. Kile unachotamani utakipata, lakini kwa gharama ya amani yako. Siku chache baada ya kurudi kutoka kwa babu Kijo, maisha ya Mariam yalifanya katika hali ya kawaida. Lakini ndani yake kulikuwa na hofu na mashaka. Alijihisi tofauti, wakati mwingine akiwa na ndoto za ajabu za mtoto mchanga akimchekea gizani, au sauti ndogo ikimuita kwa jina lake usiku wa manane. Kila alipoamka, moyo wake ulipiga kwa kasi, jasho likimtoka usoni. Alijaribu kusali lakini, mara nyingine, sauti ndani ya kichwa chake ilimnong'oneza tulia, muda umefika. Wiki mbili baadaye, Mariam alianza kuhisi kichefuchefu kila asubuhi. Patrick aliyekuwa akimwangalia kwa makini, alimshawishi aende hospitalini. Vipimo viliporudi, daktari alitabasamu. Hongereni sana, alisema, mke wako ni mjamzito Patrick alishindwa kujizuia, alimpigia kelele kwa furaha akimkumbatia mkewe Mariam. Machozi akamtoka, lakini moyoni alihisi kitu cha ajabu, furaha iliyochanganyika na hofu isiyoelezeka. Waliporudi nyumbani, ndugu na majirani walishangilia. Regina akawa wa kwanza kusema, nilijua dawa ya babu Kijo haitashindwa. Mariam hakusema chochote, aliinama kimya, moyo wake ukigonga kwa hofu. Alijua walifanya tambiko lililohusisha damu na maneno ya ajabu, lakini sasa walikuwa wanabarikiwa kwa mtoto. Je, kweli hii ni baraka ya Mungu au kitu kingine? Kadiri miezi ilivyopita, ujauzito wake ulikuwa kwa kasi sio ya kawaida. Wakati mwingine mtoto tumboni alionekana akicheza kwa nguvu kupita kawaida, hadi tumbo lake lilipanda na kushuka kana kwamba kuna kitu kikubwa ndani. Patrick alifurahia akisema, huyo mtoto wetu ni mwenye nguvu, ataishangaza dunia. Lakini Mariam hakulala vizuri. Kila usiku alihisi kana kwamba kuna macho yanamtazama gizani, na mara kadhaa alisikia sauti ya kupepea kama ya reptilia ndani ya chumba chao. Alipomwambia Patrick, alicheka, mke wangu, hayo ni mawazo ya wajawazito tu. Mariam alijaribu kuamini hivyo, lakini kila alipofumba macho aliona uso wa babu Kijo ukimwangalia, akitabasamu. Siku moja akiwa peke yake sebuleni alihisi kitu kikicheza ndani yake kwa nguvu isiyo ya kawaida hadi akapiga kelele. Ndipo sauti ile ile ikasikika tena kichwani, tulia Mariam, zawadi yako iko njiani. Siku ya kujifungua ilipowadia anga lilikuwa limefunikwa na mawingu meusi mazito, upepo ulivuma kwa nguvu kana kwamba ulikuwa unatangaza jambo lisilo la kawaida. Patrick alimpeleka Mariam hospitalini kwa haraka, uso wake ukiwa umejaa wasiwasi. Muda mfupi baada ya kuwasili, madaktari walimchukua ndani ya chumba cha kujifungulia. Sauti za wauguzi zilisikika zikitoa maagizo kwa haraka, huku Mariam akilia kwa maumivu makali yasiyo ya kawaida. Baada ya saa kadhaa, sauti ya mtoto mchanga ilisikika, lakini ilikuwa ya tofauti. Sauti ile ilikuwa nzito, yenye mchanganyiko wa kilio na sauti ndogo ya kupepea kama mnyonge anayepiga mlio wa chini. Wauguzi walitazamana kwa hofu, lakini daktari aliwakemea kwa sauti ya kazi. Ni mtoto wa kike salama kabisa. Patrick aliingia ndani akiwa amejawa furaha. Alipomwangalia binti yake kwa mara ya kwanza, moyo wake ulijaa upendo usioelezeka. Alimwita kwa sauti ya upole, tutamwita Elena, maana amekuja kama mwanga wa matumaini. Mariam alitabasamu, lakini ndani ya macho yake kulikuwa na kitu kingine, huzuni ndogo isiyoelezeka. Alipomwangalia mtoto wake, aliona macho yake yakibadilika rangi taratibu kutoka kahawia hadi kijani kibichi kisha kurudi kawaida. Alijaribu kuamini ni udanganyifu wa macho kutokana na uchovu. Siku chache baadaye, walipokuwa nyumbani, mambo ya ajabu yalianza. Kila usiku, wakati wote wamelala, Mariam alisikia mlio mdogo wa kitu kikipepea karibu na kitanda cha mtoto. Alipowasha taa, kila kitu kilionekana sawa. Patrick alimdharau akisema, umechoka, mke wangu. Wajawazito wengi hupata mawazo kama haya. Lakini jambo lingine lilimtatiza Mariam zaidi. Kila alipomnyonyesha Elena, mtoto huyo alikuwa na tabia ya kumtazama moja kwa moja machoni bila kupepesa kwa muda mrefu mno. Kulikuwa na utulivu wa ajabu machoni mwake, utulivu uliochanganyika na kitu kisichofahamika, kana kwamba alikuwa anamchunguza mama yake badala ya kumtambua. Usiku mmoja Mariam aliona ndoto ya kutisha. Alikuwa shambani akiwa amebeba mtoto wake, lakini alipomgeukia Elena, alikuwa amegeuka nyoka mkubwa mwenye macho ya kijani. Alipoamka alipumua kwa nguvu na kugundua Elena akiwa amelala kando yake, lakini macho ya mtoto huyo yalikuwa yamegeuka kijani kweli. Ndipo hofu ikaanza kupanda. Miaka ikapita na Elena akakuwa haraka kuliko watoto wa rika lake. Alikuwa mrembo mwenye tabasamu tulivu na akili nyingi ajabu. Lakini mambo yasiyoelezeka yakaanza kuonekana nyumbani kwao polepole, kama kivuli kinachoanza taratibu kabla ya giza kutanda kabisa. Kwanza, Mariam alianza kugundua vitu vidogo. Kila alipoweka chakula mezani, sehemu aliyokuwa akikalia Elena ingekuwa imevunjika joto ghafla, kana kwamba kitu kizito kilikuwa kimepita hapo Wakati mwingine chakula cha mtoto huyo kilikuwa kinapotea na sahani yake kubaki tupu hata kabla hajakaa kula. Patrick aliendelea kukejeli hofu za Mariam akisema labda panya wamekula, lakini ndani ya moyo wake naye alianza kuona mambo yasiyo ya kawaida. Mambo yakazidi kuwa ya ajabu zaidi usiku mmoja waliposikia kitu kikipiga milango ya chumba cha mtoto. Patrick aliamka haraka. Alipofika mlangoni, alisikia sauti ya kupepea kama ya reptilia ikitambaa Alipoingia ndani Elena alikuwa amelala kwa utulivu kabisa, lakini sakafuni palikuwa na alama ndogo za mviringo zenye unyevunyevu kama za kiumbe kinachotambaa. Wakiwa kazini mchana, walikuwa wakimwacha mtoto wao chini ya uangalizi wa kijakazi wao mpya, Tina, msichana mwenye umri wa miaka 21, mwenye uaminifu na moyo wa huruma. Tina alimpenda Elena, lakini siku moja alianza kuona mambo ambayo yalimfanya moyo wake udunde kwa hofu Alipokuwa anafua nguo za mtoto nje, alisikia sauti ndogo kutoka sebuleni. Alipoingia alimkuta Elena ameketi sakafuni akizungumza peke yake. Ni kweli nitacheza baadaye, lakini usiingie hapa sasa, alisema mtoto huyo kwa sauti ya upole. Tina alichungulia kona ya chumba, hakukuwa na mtu yoyote. Siku nyingine alimwona Elena akicheza na nyoka mdogo mwenye madoa meusi Tina alipiga kelele lakini nyoka huyo alitoweka ghafla, kana kwamba aliingia ardhini. Alipomwambia Mariam, mama huyo alimkemea kwa hasira, usiniletee hadithi za ajabu kuhusu mwanangu, watu wanataka tu kumchafua. Lakini Tina hakukata tamaa, alianza kumfuatilia mtoto kwa makini zaidi. Kila saa sita mchana Elena alikuwa na tabia ya kujifungia chumbani, aliao kontuli na hakuruhusu mtu yeyote kuingia. Ndani ya moyo wake, Tina alianza kujiuliza, ni mtoto huyu kweli au kuna kitu kingine kinachoishi ndani yake? Tina alianza kufuatilia tabia za Elena kwa siri. Kila siku saa sita mchana, mtoto huyo alikuwa akijifungia chumbani kwake kwa ukimya wa kutisha. Wakati huo, nyumba nzima ilikuwa kama inapoteza joto, upepo ukipita taratibu ndani, kana kwamba unaleta hewa ya ajabu. Tina akiwa amejawa na wasiwasi, aliamua siku moja kufahamu ukweli kwa macho yake mwenyewe. Alijificha nyuma ya mlango wa chumba cha Elena, macho yake ya kipep kupitia ufa mdogo. Ndani mtoto huyo alikuwa amekaa kitandani akicheza na kinyago cha nyoka cha mbao. Ghafla, alisimama na kuanza kunongona maneno ya ajabu ambayo Tina hakuyatambua. Kinyago kile kilianza kutetemeka taratibu, kisha kimwanguke chini. Kitu cha ajabu kilitokea, miguu ya Elena ilianza kubadilika polepole pole, ngozi yake ikianza kupata magamba meupe kama ya nyoka. Mikono yake ilinyooka na macho yake yakageuka kijani kibichi, yakimetameta kama taa gizani. Tina alijifunika mdomo kuzuia kilio kisitokea. Aliona mtoto akijiviringisha chini ya kitanda, huku sauti nzito ikitoka mdomoni mwake, sauti ambayo haikuwa ya binadamu. Baada ya dakika chache, kila kitu kilitulia. Elena akarudi katika umbo lake la kawaida, akakaa kitandani kwa utulivu, kana kwamba hakukuwa na chochote kimetokea. Tina alijiondoa kwa upole, moyo ukipiga kwa kasi. Siku nzima alitembea akiwa hana amani. Usiku alipokuwa akiweka chakula mezani, Elena alimwangalia kwa macho makavu na kusema kwa sauti ya chini sana, nilikuona leo Tina. Kile kidogo cha chakula kilichokuwa mikononi mwa kijakazi huyo kilianguka. Uliniona? alijibu kwa sauti iliyotetemeka Elena akatabasamu polepole, tabasamu lisilo na joto la mtoto. Usiogope lakini usimwambie mama. Ukifanya hivyo utasikia usiku nikipita chini ya kitanda chako. Tina alitetemeka hakuweza kulala usiku huo. Alisikia sauti ndogo ya kupepea karibu na mlango wake ikipita taratibu. Usiku uliofuata aliamua hatoweza kuvumilia tena. Alimwendea Mariam akamwambia kwa sauti ya hofu, "Mama, kuna kitu si cha kawaida kwa mtoto wako." Tafadhali, kesho usiende kazini, kuna jambo lazima uone kwa macho yako." Mariam alimtazama kwa macho ya kutoamini, lakini ndani ya nafsi yake kulizuka woga aliokuwa akiuona kwenye uso wa Tina. Usiku ulikuwa umetanda kimya, upepo ukivuma kwa sauti ya kutisha nje. Tina aliketi kitandani kwake, macho yakiwa mekundu kwa kukosa usingizi. Kila usiku alikuwa akiona mambo yasiyo ya kawaida yanayomhusu mtoto wa Mariam, Elena. Lakini usiku ule moyo wake haukuweza kuvumilia tena. Alihisi ni lazima amwambie mama wa mtoto. Kwa sauti ya hofu na kutetemeka, alitoka chumbani kwake taratibu na kumkuta Mariam akipanga nguo za kesho za kwenda kazini. Mama Mariam, Tina alisema kwa sauti ya chini. Mariam akainua kichwa. Ndiyo Tina, kuna nini usiku huu? Tina akavuta pumzi ndefu, akamwangalia moja kwa moja machoni. Mama tafadhali, kesho usiende kazini kuna kitu lazima uone mwenyewe, tafadhali usiache nyumba kesho mchana. Mariam alishtuka. Tina, una maana gani? kwa nini nisiende kazini? Tina akatikisa kichwa, macho yake yakiwa na hofu. siwezi kusema sasa, lakini naomba uniamini. kesho saa sita kaa hapa ndani, utaelewa kila kitu. Mariam ingawa hakuwa na hakika, aliona unyonge na hofu katika macho ya Tina, kiasi cha kumfanya asitilie shaka. Alikubali kwa kusita. Usiku huo hakuweza kulala vizuri, mawazo yalikuwa yakimzonga kichwani, akijiuliza ni nini hasa Tina alikuwa akimaanisha. Siku iliyofuata alijifanya mgonjwa na hakwenda kazini. Mumewe Omar aliondoka kama kawaida, bila kujua chochote. Saa zilipita polepole hadi ilipofika karibu saa sita mchana, Tina alikuja mbio akamwambia Mariam kwa sauti ya chini, "Mama, njoo chumbani kwa Elena haraka." Waliingia taratibu wakaenda hadi kitandani. Elena alikuwa amelala, lakini ghafla akaanza kutikisika, mwili wake ukianza kujikunja na kujiviringisha, ngozi yake ikaanza kubadilika, ikawa na madoa ya kijani na njano. Mariam alishika mdomo kwa mshangao, macho yakamtoka. Ndipo kwa sekunde chache tu, mtoto mdogo Elena akageuka kuwa chatu mkubwa mwenye macho yale yale ya mtoto wake, macho yaliyokuwa na upole wa kibinadamu, lakini sasa yakitoa mwanga wa kutisha. Mariamu alipiga kelele kali, ee Mungu wangu, kabla hajazimia papo hapo. Tina akabaki akilia, akijua siri ile sasa imefichuka kabisa, na hakuna mtu angeweza kuamini bila kuona kwa macho yake. Jioni ile jua lilikuwa limezama kimya likiacha anga kuwa giza lililojaa minyororo ya kivuli. Patrick alirudi nyumbani akiwa amechoka na macho yake yakiwa bado yamerandamiza mawazo ya kazi, lakini mara tu alipofika langoni, aliona uso wa Mariam ulikuwa umejaa hofu na macho makali yasiyo ya kawaida. Alimkaribia na Mariam akashika mkono wake kwa nguvu. Patrick, lazima uone mwenyewe, siwezi kubeba hii peke yangu, Mariam alisema, sauti yake ikitetemeka. Patrick alitabasamu kwa kujaribu kuondoa hofu, lakini aliona woga wa kweli kwenye macho ya mkewe. Nini kimejitokeza? aliuliza kwa sauti ndogo. Mariam alimwelekeza chumbani kwa Elena, ambapo Tina tayari alikuwa amesimama kimya, macho yake yakiwa makali na woga ndani yake. Tunaangalia saa sita, Mariam alisema. Usipoteze hata sekunde moja. Walisubiri kwa shauku, muda ukipita polepole pole. Saa zikapiga sita, na ghafla mwili wa Elena ukaanza kutikisika. Patrick alishika Mariam kwa mkono, moyo wake ukipiga kwa kasi. Mwili wa mtoto huyo ulipiga mizunguko ndogo, miguu na mikono ikichanganyika kwa nguvu. Taratibu ngozi ya Elena ilianza kubadilika, ikawa na rangi ya kijani na njano eli macho yakimeta kama nyota gizani. Patrick alitetemeka, hakuweza kuamini kile alichokiona. "Mariam, hii ni kweli?" aliuliza, sauti yake ikiwa na woga na mshangao mchanganyiko. Mariam alijibu kwa sauti ndogo, "Ndiyo, nilikuwa nikihofia siku hii, lakini sasa lazima uone mwenyewe." Sekunde chache baadaye mwili wa Elena ulianza kurudi katika umbo la binadamu taratibu. Macho yake yalikuwa bado na mwanga wa ajabu, lakini sasa yalionyesha utu wa mtoto. Patrick alishika kichwa chake, akatetemeka kwa hofu na mshangao hakuwa na maneno. Hakujua jinsi ya kuelezea kilichotokea. Usiku huo nyumba nzima ilijaa vuguvugu la ajabu. Sauti za kupepea kama nyoka mkubwa zilisikika ndani ya ukuta, zikitamba kwenye kila kona. Vitu vyote vilivutwa na nguvu isiyo ya kawaida, jani la maua likitembea taratibu kando ya sakafu, na kinyago kidogo cha Elena kilikuwa kipo kwenye hewa kama kinapiga ndege. Mariam na Patrick walishikana mikono kwa nguvu, wakijua walikuwa wameingiliana na nguvu ambazo hazikuweza kuelezeka wala kuthibitiwa. Patrick alijua hakutakuwa na maneno ya kuelezea, lakini alihisi hofu na heshima kubwa. Tunapaswa kutafuta Babu Kijo, alisema kwa sauti ndogo, akijua kuwa walijaribu jambo kubwa sana, jambo ambalo halina mlinganyo na maisha ya kawaida. Tina aliketi kimya, macho yake yakiwa makali, akijua siri iliyoonekana sasa kwa wote, siri ya mtoto ambaye hakuwa tu binadamu, bali kiumbe chenye nguvu za ajabu, cha kutisha na cha kustaajabisha. Patrick na Mariam walibeba hofu kwenye mioyo yao wakijua kuwa maisha yao hayangekuwa sawa tena. Mara moja, Patrick aliamua kumtafuta Babu Kijo ili kuelewa kilichotokea na kupata suluhisho. Alirudi kijijini Changaramtoni akimuuliza kila mmoja aliyejua kuhusu mganga huyo wa ajabu. Watu walitazamana kwa mshangao, kisha mmoja aliwajibu kimya, "Babu Kijo ah, alishakufa miaka mitatu iliyopita. Hakuna yoyote anayeweza kukuambia chochote kuhusu mambo ya ajabu aliyoifanya." Mioyo yao ilitupa shaka na hofu. "Kisha mtoto wetu Elena, Patrick alijisikia kupoteza maneno. Waliporudi nyumbani, waligundua kuwa kitanda cha Elena kilikuwa tupu. Elena hakuonekana popote. Walisema maneno ya hofu kwa sauti ndogo, wakishikana mikono, wakijua kuwa kitu kimefanyika ambacho hawawezi kuelewa. Usiku ule furushi la giza lilijaa nyumba yao, kila kona iligeuka kuwa kivuli cha ajabu. Patrik aliona kitu kikiteleza kwenye ukuta, akafahamu kwa hofu isiyoelezeka kuwa Elena alikuwa amegeuka kuwa chatu mkubwa. Kitu hicho kiliteleza taratibu kuelekea mtoni ulio karibu na nyumba yao, na macho yake yale yale ya binadamu yalikuwa yakimwangalia kwa upole wa kutisha. Mariam na Patrick waliruka nje wakipiga kelele, lakini nguvu ya kiumbe hicho ilikuwa kubwa mno, hakuna aliyeweza kukizuia. Wakati chatu huyo alipotoweka taratibu ndani ya giza, walishika mikono kwa nguvu, moyo ukiwa na hofu na majuto. Wote waliketi chini, macho yao yakizungukwa na huzuni na woga, wakijua walicheza na nguvu zisizo za kawaida. Patrick alimwambia Mariam kwa sauti ya chini, tulijaribu kupata baraka kwa njia zisizo za kawaida, na sasa tumepewa funzo la kuishi maisha kwa tahadhari. Mariam alilia kidogo, kisha akapumua, tukiri Patrick, hatutumii njia za giza tena. Ulimwengu unaweza kutoa kile unachotaka, lakini sio bila gharama. Funzo lao lilikuwa wazi: usiombe baraka kwa njia za giza au nguvu zisizo za kawaida, kwa maana unaweza kupewa kile unachotamani, lakini ukanyang'anywa amani na usalama wa milele. Walikaa pamoja usiku mzima, Patrick akimkumbatia Mariam na mioyo yao ikijaribu kurudi kwenye amani, huku wakiangalia mto uliokuwa mbali, ambapo walisikia kilio kidogo kama kicheko cha Elena kilichoachwa na upepo wa giza, kumbusho la funzo lisilosahauka.